Um, awali yote kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi uh, wilaya ya Kigamboni na nikiwa kama mwanachama wa CCM nimekuja kutekeleza haki yangu ya kikatiba ya kupata nafasi ya kuchaguliwa na nimekuja kuchukua fomu ya kugombea kuomba ridhaa kugombea nafasi ya ubunge kuwakilisha jimbo la Kigamboni na naamini ni fursa adimu kabisa kwangu nikiwa kama mwana CCM, lakini nikiwa kama mwana Kigamboni katika kuendeleza uh, na kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kupata nafasi ya kuwahudumia wana Kigamboni ambao naamini kwa namna moja au nyingine nitakuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza maendeleo na kusimamia ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo nimeweza kuchukua fomu na kufuata taratibu zote na sasa naichukua fomu kwa ajili ya kwenda kujaza, na kwa ratiba ambayo tumepewa tarehe mbili mwezi wa saba inatakiwa imerudi kwa nitahakikisha pia nimeirudisha kwa wakati ili nipate kuingia katika mchakato huo. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini pia kuwashukuru um, wana Kigamboni ambao naamini watakuwa ni sehemu ya um, ya familia katika nafasi ya uongozi ambao nitakuja kuiomba, lakini pia wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao ni ndugu zangu, kwa namna moja au nyingine, tutatakiwa tushirikiane kwa kiwango kubwa kuiletea maendeleo Kigamboni yetu, Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana.